Na ikiwa kijana unashiriki shiriki kwenye hivi vijiwe vya wazee, huwezi kutoka kapa. Yaani ukiwa wewe unajaribu kuanza process, unataka kuoa, basi wewe una urafiki na hawa wazee. Wazee hawa wanasema, hata mjinga naye huzeeka, lakini hakuna kitu ambacho utakosa kupata kwa mtu Yaani kila mtu kuna kitu atakufundisha haijalishi yeye ni mdogo ama mkubwa. Sasa ukikaa na hawa ambao wameshakula chumvi nyingi, wameshaona mengi, watakufundisha namna ya kuishi na sisi wanawake watakufundisha namna ya kusimama kama baba, watakufundisha namna ya kuishi kama mume, watakukumbusha majukumu yako, kwa sababu kuna namna unakuwa na unajisahau, watakukumbusha namna ya kuishi na wakwe zako. haya yote utafundishwa in a very normal way. Huwezi kuwekwa darasani ukawafundishwa kama vile unavyofundishwa what is chemistry. Elimu ya maisha ipo kwenye mazungumzo. Kwa hiyo unapokaa na watu wazima unajaribu kuvuna mawili matatu.